Mwenyezi Mungu na tunasema alhamdulillah tumefuzu kwenye hatua hii ya awali kwa jumla ya goli tano. Uh, away tumepata goli tatu, nyumbani tumepata goli mbili, tumequalify. Kwa lugha ya kimpira anasema tumequalify kwa kishindo kutoka hatua hii kwenda hatua inayofuatia kwao. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hali ni idadi kubwa ya mabao, lakini uh, baadhi ya watu wakiwemo mashabiki bado hawaridhishwi hmm na nambo ambacho kocha anakionyesha uh, na, na wachezaji wanakionyesha uwanjani kwa upande wako hii a tena kama kuna siku tumecheza mechi ngumu ni leo a, tumecheza mechi ngumu sana, kwa sababu hawa wa Angola walikuja kama mtu ambaye anatafuta pumzi kwenye kina kirefu cha bahari. Walikuja wako very aggressive first half. Mimi niwapongeze sana wachezaji wetu, waliweza kucheza kwenye ile pressure ambayo wamekuja nayo hawa jamaa wa first half, na wamethibitisha leo leti ya Angola kwamba sio timu nyepesi e, kufungwa home and away na Yanga imeua kabisa performance yao ya leo. Ile story ambayo mlikuwa nayo kwamba Yanga imecheza na timu nyepesi, hawa jamaa sio timu nyepesi, na wameprove leo mbele ya macho yenu quality ambayo wako nayo wakonayo. Kwa hiyo mimi niwapongezi sana wachezaji first half, waliweza kusalia mchezoni licha ya pressure kubwa ambayo walikuja nayo. Second half yakafanyika badilio kidogo ya kiufundi, Profesa Pakome akarudi Shimoni pale, Edmund akaenda kushoto, Chikola akaenda kulia na rhythm sasa ikaanza kupatikana. Baadaye akatoka Prince Jubi akaingia Tembo Boyeli, ile rhythm sasa ikaanza kupatikana, imefungwa goli bora sana. Nafikiri kwenye hii hatua uh, ya awali sidhani kama kuna goli ambalo movement yake ni movement bora kama hili goli la Pacome Zouzoua hapa alofunga leo. Kwa hiyo imekuwa ni performance nzuri second half na mwalimu wetu ameendelea kuthibitisha anaweza kusoma mchezo, akabiliana na pressure na akaja na majibu. Kipindi ambako anaulizwa maswali magumu kwenye pichi. Ally Kamwe, eh, Yanga hii ya Romain Folz kipindi cha pili inaonekana kuwa hatari ukichukulia kwenye sampo ya baadhi ya michezo mikubwa Simba mm. eh, kule ugenini, hapa leo unaona kipindi cha pili huwa uh, inakuja kivingine zaidi. Siri ni nini ya kifo? Hakuna siri yoyote nyuma, tunaendelea kutengeneza bado, yaani kuna kitu bado tunakitengeneza. Second half leo mmeona rhythm ambayo tulikuja nayo, naamini ndani ya muda mfupi tu hii rhythm itakuwa imeshakolea hii kinachoonekana kipindi cha pili kitaonekana pia kipindi cha kwanza. Leo tulikuja na plani ya kufunguka tuweze kumaliza hii mechi mapema, lakini jamaa ndani ya dakika kumi na tano wakatuonyesha kwamba na wao dhamira yao ni kuja kufanya comeback. Sasa unapokuwa unajua mpira, ukishaona timu inacheza namna ile, uko very aggressive, na wewe una faida ya goli tatu, hauwezi tena kucheza kama kuku ambaye amekatwa kichwa, lazima upunguze kidogo tempo ya mechi, uwache wacheze Uh, pumzi pungue kidogo, alafu second half wewe ndio ufungulie sasa booster. Kwa hiyo second half tumefanya ambayo tulipanga kufanya kipindi cha kwanza, lakini wenzetu wamekuja beta sana, wamecheza vizuri na tuwapongeze kwa siku ya leo. Pili, ali, mfumo umekubali kipindi cha pili. Eh, kipindi cha kwanza tunataka tuonyeshe mfumo, hawa jamaa wakatukabia kwa juu <laughs> wakaja wangu wangu, wamekuja wote, yaani walikuwa wanafuata mpira mmoja, watu watatu tukasema hapana, e, mfumo hata kama umekubali, tusionyeshe muda huu. Tukiifungua hii mechi wakipata goli hawa, mechi itakuwa ngumu zaidi. Nafikiri mmeona first half wametengenza nafasi moja, imekula besela pale, nyingine diara kama akacheza nao cross hivi, walikuwa wako na hatari kweli kweli first half. Tukasema mm, tucheze kama watu ambao hatuna uzoefu, turudishe timu chini kwanza, tuwa contain hawa watu afu second half kwa hiyo taarifa za kwamba uh, coach Roman ataungana na Ruben Amorim tukawaonyesha Yanga Africans zinafananaje na kuwa miongoni mwa makocha ambao wana, usimfananishe kocha wetu na hayo matatizo tafadhali. Usimfananishe kocha wa Yanga na kocha wa Manchester, ni watu wawili tofauti kabisa. Wanaweza kufanana rangi, lakini hawawezi kufanana hatima, ndugu yangu anaoyapitia Manchester ukifaanisha na Yanga, hata mwi namtetemeka hey, Manchester mm hawezi -hmm. kufana na Yanga ndugu yangu, sisi tuna, tuna rhythm yetu inakwenda na inaonekana kwamba kuna kitu nakitafuta kimsingi. Ko leo eh? Ko malizia bado yupo, yupo sana kula. Sio bado yupo sana kuna kitu nakitengeneza na naamini inshallah second half. Na leo hawa jamaa mi nachofurahia hawa leo wamethibitisha ku mlikuwa mnasema Yanga amefunga kibonde. Hawa sio vibonde, hawa jamaa wana hatari ni timu ambayo ina quality kubwa, walionyesha hapa namna ambavyo wamekuja kutaka kupindua meza. Tungekuwa hatuna uzoefu mm. tunakwenda kwa pressure ya mashabiki, tukafungua ile mechi kipindi cha kwanza. Saizi nazungumza vitu vingine hapa, pu nazungumza vitu vingine kabisa, lakini tunazungumza hapa clean sheet ya ngapi kocha anapata? Sio ya tano, sio ya sita mfululizo hatujaruhusu goal. Tumepata kamba nyingine mbili inaonyesha ukomavu wetu wa kimpira na uzoefu wetu wa kimashindano. Kama mfumo umekubali, lakini inaonekana kama hamjapata kikosi cha kwanza, manake mwalimu anabadilisha badilisha sana wachezaji mm. inatokana na mechi ndugu zangu. tuna back to back. hivyo tunaondoka kesho saa kumi kuelekea Mbeya. Kuna mechi nyingine tena Mbeya na Mbeya City ya ligi. Kwa hiyo hii back to back inafanya mwalimu pia awe anafanya rotation. Kwa mfano jana uh, Mohamed Dumbia alipata shida kidogo uh, kwenye uwanja wa mazoezi wataalamu wa afya wakamshauri mwalimu, hakuna haja ya kumriski huyu kucheza mechi hii na una mechi nyingine ngumu ya ligi inafuatia. kwa hiyo mpumzishe, ndio maana hamjamuona leo. Mohamed Dumbi angeweza kucheza kama tungekuwa ni kauka ni kuvaa, lakini tuna squad pana na mwalimu anajaribu kuadapt mazingira haya ya rotation na hizi mechi, tuweze kupata matokeo mazuri. Jambo la msingi ni kwamba tunafanya rotation na watu wanalia, tunafanya rotation na watu wanaumia Aucho kurejea Januari, kwa maana ya kwamba pengo lake limekuwa ni ngumu kuzidika. kwa hiyo hicho anachokionyesha, sisi ya mtambuli, ni wazi kwamba pengo limezidika. Kwanza anarudia tena, Aucho ni legend wa Young Africans Sports Club, ni gwiji wa klabu yetu, amefanya mazuri na ni nembo nzuri ya klabu yetu. Aucho tayari ni mchezaji wa Singida Black Stars, Yanga tayari na viungo wake wa chini kwenye timu yetu, huo mpango haupo mpaka napozungumza nanyie hapa hakuna hata mtu mmoja hata aliyewaza kwa kimya kimya akamwambia mwenzake, hakuna. Tunao viungo wetu tunaendelea kuwaamini na tunaamini kama tulivyoanza kumwamini Khalidi Aucho wakati anakuja tukampa nafasi na, tuka na akaondoka akiwa moja ya viungo bora kwenye ligi yetu. Tunaamini na hawa ambao tunawapa nafasi, Insha Allah wataondoka wakiwa ni miongoni mwa viungo bora kwenye klabu yetu Hali, <muchimu> kuwafikishia. Vipi kwa sasa mm. E, kocha akizungumza namna <muchimu> uzuri ni kwamba wanasoma yes, wanasoma sio tu benchi la ufundi, benchi la ufundi wachezaji wanasoma duniani kote. Presha hii, unajua hii presha ambayo Yanga wako nayo ni presha ya dhidi ya Yanga yenyewe, sio kwamba kuna kitu Yanga wanafananishwa nacho, ni Yanga yenyewe dhidi ya Yanga yenyewe. Watu wanatafuta wanasema ni ile identity ya club ndio inatafutwa yani kwamba mbona tupigi pasi themanini atupigi pasi elfu moja tupigi pasi elfu mbili lakini uh, mwalimu anatuonyesha ana plani yake na anatuonyesha ana mipango yake na alhamdulillah mipango hiyo tugia matokeo unajua timu haichezi vibaya kama Manchester haichezi vizuri na inashonwa lakini sisi huku tunacheza kwenye falsafa mwalimu anatuletea na tunapata matokeo mazuri ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na leo nyie mnakiri kwamba kipindi cha pili Yanga inakuwa hatari, maana mm. yake tunakwenda kufanyia kazi kipindi cha kwanza kifanana kipindi cha pili mm. mambo yaende. Unadhani sasa kwa nini wanakuwa wanamjadili sana maanake ni mapema kocha tu kama hapa na mechi mm. labda tano mpaka mm. sasa hivi, unafikiri ni kwa nini tofauti na makocha wengine wote ambao wamekuja kubwa, si timu kubwa, alikuwa anafundisha huyu timu ndogo ndogo, angejadiliwa? Timu kubwa kaka, lazima kila siku uzungumzwe. Hivi tuka tumeshinda leo goli nane, enyee mgejadili nini? Hizi makt mekuja hapa, mna swali tu la kocha, kocha, kocha. Wote timu kubwa hii, lazima naye apitie hii pressure ya kufundisha timu kubwa. Ametoka timu nazofundisha, amekuja Young Africans, anatakiwa feel pressure Young Africans. Unashinda mbili jumla goli tano, una qualify, ujaruhusu goli bado, watu wana dimandi zaidi.